Kuna hapo kwa maendeleo tukiangalia <coughs> kila wanasema wanasema nyinyi hakuna ajenda, mnauza ni <coughs> kutusiana, kutusi serikali, kutusi viongozi. Na yule umekaa <coughs> siku kadhaa na karibu ndomsikize, mko na ajenda ya watu wa mbele ama ndio tu wanasema sisi kumati? Sisi hakuna mtu tumetusi. Tukisema Ruto aliambia askari wapige watu watu mguu, hiyo ni matusi <coughs> <coughs> si alifanya tukisema ni mwizi, wamepora mati ya Kenya, wameleta hapa kuhonga watu, huyu soprano hakuchaguliwa na mutu yeyote. Ni ni ukweli, iko tofauti na what matusi. do they have been in government for three years. Sisi, And you know, ukiwa na mapasha, ukipatia mtoto moja mkate, lazima upatie yule mwingine? Why are they not giving ease